Mlisikia kwa redio ya kwamba jana tulienda mazishi pale Kikuyu, mliona, mliona. Tulienda kwa sababu tulienda kufariji mwenye familia ya wenye walifiwa, lakini ajabu ni kwamba, ila madharau tulionyeshwa kwa hiyo boma, ila madharau gavana wetu alionyeshwa kwa hiyo boma. Tulienda huko huyu gavana wetu, mkijua, wacheni niwaambie Wakati kuna function ndani ya county, yule mtu hapaswi kunyimwa microphone kusalimia watu wake. Ni governor. Ni kweli ama ni uongo? Lakini tulipoenda pale, wmuo mwenye hiyo boma, mnamjua si mnamjua, jina yake anaitwa nani? Kwa hiyo hata nyinyi mliona, ati anaitwa nani? Ati anaitwa nani? Lakini ile madharau ametuonyesha. Sisi tumesema tunamwachia Mungu kwa sababu Biblia inatuambia mwenye, mwenye, huyu gavana magainyoni yeye, wale watu watapea gavana miaka ingine tano 2027. Nataka tumwonyeshe tena yule jamaa wa huko Kikuyu, nataka tumwonyeshe tena, ajue kwamba madharau yake atufanyia gavana, madharau lakini huyu gavana ako ndani ya mioyo ya watu wa Kiambu. Tumwonyeshe kwa mikono yetu <laughs>